Cha afya amejenga vizuri, nimeangalia vifaa karibu vingi tunavyo, nimeangalia utunzaji wa taarifa eh, za, za mama na mtoto nazo ziko vizuri, nimeangalia takwimu za utoaji wa huduma bora unaepekea matokeo sasa, ni mona ni mazuri, kwa sababu ndani ya kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja hakuna idadi ya kifo chochote cha mama wala mtoto ambaye amejifungua kwenye eneo hili. Sasa muone thamani ya fedha ambayo ameleta mheshimiwa rais. Sawa, lakini vinginevyo jengo ni ni ni, mi mi zuri mimi nimefurahia mi eh, hali ya ujenzi kwenye hatua ya hatua ya, ya ujenzi, nimeambiwa ipo asilimia 65, eh, lakini nilikuwa na, naangalia muda mudo mliotumia na hatua mliofikia na muda sita tano nne tatu pili